NACTVET, tumezindua rasmi programu tunaita NACTVET na mwanachuo smart. Lengo la programu hii ni kutatua changamoto mbalimbali zinazowapata wanachuo wetu wanapotaka huduma kutoka NACTVET. Changamoto hizo zikiwemo wana, wale wanaotaka transcript au matokeo yao, wale wanaotaka usajili, eh, huduma za udahili na nyinginezo ambazo zinawahusu wanafunzi au wanachuo moja kwa moja. Tumeona njia bora au njia mojawapo ya kupunguza changamoto hizo ni kuwapa elimu wanafunzi wenyewe kuhusu huduma ambazo NACTVET tunatoa. Leo tunawapitisha kwenye mfumo wetu, wameona kwamba huduma ambazo wanaweza kuzipata kwa njia ya mtandao, ikiwemo masuala ya uhakiki wa usajili wao kama wanafunzi. Hiyo itasaidia sana, tunaamini, kupunguza changamoto ambazo wanafunzi wanazipata, aha, wakitaka huduma kutoka NACTVET. Hatufurahishwi na hiyo hali ya kwamba huduma nyingine zinachelewa, lakini sababu mojawapo ni hiyo, kutotimiza baadhi ya vigezo ambavyo inawezekana kabisa kuvitimiza lakini kutokana na kutojua, kwa mfano, mwanafunzi anakuwa hajui kama amesajiliwa kwenye mfumo wetu au hapana. Kwa hiyo leo tumewaonyesha kwa vitendo namna ambavyo mwanafunzi anaweza akatambua taarifa zake kutoka kwenye mfumo wetu na huyo ndio tunamuita mwanachuo smart.